Kujipongeza, tujipongeze, kwa kazi tuliyofanya. Katikati ya mwaka 1985, kikao cha halmashauri kuu ya CCM NEC kinafanyika mjini Dodoma chini ya mwenyekiti wake rais wa Jamhuri ya Muungano na amiri jeshi mkuu Mwalimu Julius Nyerere. Miongoni mwa ajenda kuu za kikao hiki cha kihistoria ni pamoja na kuchagua jina moja la mgombea wa kiti cha urais atakayemrithi mwalimu Nyerere aliyeamua kung'atuka. Kikao hiki lazima kiseme, sisi tunasema huyu ndiye anayefaa kuwa kiongozi wa taifa letu. Mara baada ya mkutano kufunguliwa, mwenyekiti aliwahutubia maelfu ya wajumbe kutoka Tanzania bara na Zanzibar, namtangaza ndugu Ali Hassan Mwinyi kuwa ndiye aliyechaguliwa.

kuhitimishwa kwa kikao hiki kukafungua ukurasa mpya wa kampeni za uchaguzi mkuu wa rais na wabunge za mwaka 1985. Ene milioni sita watu ye milioni sita watu na kauli moja Mwinyi dirisa bila kupingwa mwita milioni sita watu na wana milioni sita watu na kauli moja

mwaka uliopita alituambia hivi hivi, tumchague atatusaidia sisi, lakini tangu tumemchagua hajatuona hata siku moja, wala kututembelea. Anapata wapi maneno ya kwenda huko huko? Mwenyekiti, haya ni kweli kabisa, tuwezi kushinda mabatini sisi, lakini kama mzee kweli alikuwa hapa siku zote. Mwaka jana tena nimekuja nimepita kila kata Mbarizi Road ikiwa mojawapo, lakini unapokuwa bungeni huwezi ukasema hata kama Mbarizi Road wana matatizo ya maji, wana matatizo ya barabara, wana matatizo ya kitu gani, siwezi nikasema nikaenda bungeni nikasema eh, Mbarizi Road wana matatizo ya maji, siwezi sema Mbeya tuna matatizo ya maji. Kampeni hizi zilifanyika nchi nzima ambapo wagombea mbalimbali waliopitishwa na chama walijitokeza mbele ya wapiga kura kunadi sera zao. Miongoni mwa wagombea waliojitokeza kugombea kiti cha ubunge katika jimbo la uchaguzi la Mtera mkoani Dodoma ni waziri mkuu mstaafu na mwanasiasa mkongwe nchini John Samuel Malichela. tunasema kwamba kama ni taifa lazima watanzania tujitegemee kwa chakula. Kwa hiyo tutahimiza utumiaji wa mbolea ya mavi ya ng'ombe, tutahimiza kilimo cha kisasa cha kutumia maksai. Sasa naomba wale wenye karatasi za namna hii wainue munaiona picha ya joni nani? picha ya joni nani? kura tumpigie nani? kura tumpigie nani? asanteni sana. Kanda ya kaskazini nako hususani mkoani Kilimanjaro wagombea kadhaa walijitokeza kuomba ridhaa ya wananchi kugombea kiti cha ubunge, na hapa ni jimboni Same Waziri mkuu mstaafu na kiongozi aliyewahi kushika nyadhifa za juu katika serikali za awamu ya kwanza na ya pili, Kleopa David Msuya ana jinadi mbele ya wapiga kura. Wilaya yetu katika kipindi hicho tumepita kwenye matatizo makubwa kama mnavyokumbuka, moja ambalo ni la dhahiri kabisa ni kwamba tangu mwaka themanini hadi sasa, kwa sababu ya matatizo ya ukame tulikuwa hatuna chakula cha kutosha, na shida hii ilishamiri shamiri mwaka jana. Na kama alivyosema katibu wa wilaya tulifika mahali ambapo debe kama linapatikana la mahindi ilikuwa limefika shilingi 500, 600 hata zaidi umbali wa takriban kilomita sabini hivi kutoka jimboni hapa kampeni nyingine za uchaguzi mkuu zinaendelea hili ni jimbo la uchaguzi la Rombo ambako mwanasiasa mkongwe aliyewahi kushika nyadhifa za juu katika serikali za awamu ya kwanza hadi ya nne Basil Pesambili Mramba anazungumza na wapiga kura wake ameingia mgambo zamani, alikuwa mgambo mmoja anaitwa Jon Maruma, anaishi pale hapa apa mtormtori. Na mimi na mimi nikuo nikuja hapa kuomba msamaha wa ada ya kulipa shuleni mwaka hamsini tano shilingi mia na hamsini baba akuweza kulipa sasa. Nimerudi kulipa deni ni Kampeni hizi ambazo hatimaye zilihitimishwa kisiwani Unguja zikiambatana na sherehe ya kumwaga Mwalimu Nyerere zilihudhuriwa na maelfu ya wananchi. Ndugu mwenyekiti, kazi iliyopangiwa mimi ni kukaribisha kuja kuzungumza na wananchi wanachama waliohudhuria hapa. Ndugu mwenyekiti, karibu uzungumze na wananchi wa mikoa mitatu ya Zanzibar. Asante sana. Kipindi cha miaka 21 ni kipindi cha kutosha kujifunza, tunataka serikali ya aina gani, na tumekubaliana kwamba tunataka serikali ya hiari ya hiari. Ya hiari, yani sisi wananchi wa Tanzania watu wazima tuamue wenyewe utaratibu wetu wa serikali hiyo tunataka namna gani? Tumesema tunataka serikali ya kuchagua Tunakaa wenyewe tunasema, safari hii bwana, wewe ndio tunataka utuongoze. Tunasema hivyo, sio mtu anazaliwa na mama yake tu, na sifa yake ya kututawala ni kwamba kazaliwa na mama yake. Hii hatupendi. Hatimaye siku ya uchaguzi mkuu wa kihistoria <coughs> Zoezi la kuhesabu kura likakamilika na matokeo yakatangazwa na mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC wakati huo, Chief Adam Sapi Mkwawa. Sasa natangaza rasmi kwa ndugu Alhaj Ali Hassan Mwinyi amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Siku chache baadaye rais mteule Ali Hasani Mwinyi akaapishwa katika uwanja wa taifa mkoani Dar es Salaam, sherehe iliyohudhuriwa na viongozi kutoka mataifa mbalimbali duniani. Mimi Ali Hassan Mwinyi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kisha ikafuata kazi ya kuunda safu yake ya uongozi, ambapo rais mteule